Karibu kutani na josho la kwanza Afrika Mashariki. Josho hili lina zaidi ya miaka mia moja. Josho hili lilijengwa mwaka elfu moja mia tisa na tano na ndio josho la kwanza Afrika Mashariki yote. Josho hili linatumika kuogeshea mifugo na mpaka sasa hivi linatumika kuogeshea ng'ombe. Lakini pia, kazi ya josho hili kwa wafugaji ni kuepuka na magonjwa ya kupe yakiwa kama digana. Pia kabla ng'ombe hajaingia kwenye hili josho ni lazima anywe maji pale, na ndo ataingia kule, mlango wa kuingilia atakuja kuingia umu ndani ya josho, ambako kunakuwa na mchanganyiko wa dawa za kuogeshea za dipu pamoja na maji. Tunashauri wafugaji wote wa mifugo waogeshe angalau mara moja kwa wiki. Wakishindwa, basi tunashauri kila baada ya wiki mbili waogeshe hata mara moja, kuepukana na magonjwa ya kupe.